Assiyamu junna, kufunga ni kinga. Yule ambaye kwamba atashikamana na ibada ya kufunga ndani ya mwezi huu wa Ramadhani akafunga funga ya faradhi, funga hii itamjenga hofu katika moyo wake, atafika katika kilele cha takwa. Akifika katika kilele cha takwa, atakuwa mzito kuingia katika maasi, asipoingia katika maasi tayari

Matatizo mengi, shida nyingi zilizo katika mwili wa mwanadamu ni kwa sababu ya kula, sababu ya kula. Mtume anasema ma mala abnu adama wi'aan sharra min batni hajajaza, mwanadamu chombo shari kuliko tumbo lake. Kama kuna chombo kina matatizo mwanadamu anakijaza matatizo kila siku, basi hakuna kama tumbo lake mwanadamu pale anapokula, Mtume anasema bihasbi mriin luqaimat, zimtoshe mtu chonge tonge chache ale mtu kichache, yuqimna sulba, chakula kitakachoweza kumpa nguvu ili aweze kusurvive na kuendelea na maisha yake na uti wa mgongo wake uweze kusimama. Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi hii anatueleza kwamba kula ndio kuna matatizo makubwa. Sasa ibada ya saum imekuwa ni chanjo ya kukatisha wewe spidi ya kula. Utakapokuwa umefunga wewe ndani ya mwezi mzima, Masha Allah mwili wako unarekebishika, hata ile hazina ya chakula iliyokuwa ndani ya mwili ambayo ilikuwa ikudhuru sasa itatumiwa na mwili, ikishatumiwa ile, wewe umesalimika na madhara, na vivyo hivyo katika maeneo mengine Ibada ya funga inatoa fursa tuliangalie, kwa, m, kwa jicho la mwisho eneo la la kijamii, na tuangazie katika eneo la kimaadili. Katika eneo la kijamii Mtume anasema anatu, anatusimulia katika hadithi hii hii ambayo ni hadithun qudsiyun jalil, ni hadithi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndo mwenyewe anayesema, Mtume anatufikishia huu ujumbe asema wa idha kana saumu yaumi ahadikum, na pindi itakapofika siku ya kufunga mmoja wenu. Fala yarfuthu wala yaskhab, ajitahidi asitende matendo machafu na wala asiseme maneno machafu na wala asipige makelele yasiyokuwa na tija. Wa insabahu saabahu ahadun au shatama, na kama itatokea atapatikana mtu akamtukana mfungaji, basi yule aliyefunga akiwa wakati ule ametukanwa, au qatala, au ameamua mtu kupigana na mfungaji, basi yule mfungaji faliyakul, aiambie nafsi yake inni mruun saimun, hakika mimi nimefunga, mimi sasa hivi niko katika ibada ya kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, mola wangu wa haki. Atakapoiambia nafsi yake hivyo Daraja lake litakuwa ni kubwa sana. Na katika hadithi hii hii twaonyeshwa daraja la saumu jinsi ilivyokuwa ni ibada ya juu. Allah mwenyewe anasema katika hii hadithi al-Qudsi, wala khulufu famisami atyabu inda Allah min rihi lmiski, na harufu ya kinywa cha mfungaji kwa sababu ya kufunga hiyo ni nzuri zaidi kuliko harufu ya al-udi ya miski, na harufu nzuri yoyote unayoijua wewe. Hapa tunaonyeshwa kima thamani ya ibada ya kufunga namna ilivyokuwa ni kubwa, kwamba ile harufu tu ya ya, ya, ya kinywa cha mfungaji kwa sababu ya saumu yake, kwa sababu ya njaa aliokaa nayo, basi daraja limekuwa la juu, daraja limekuwa kubwa sana. Watukufu ndugu zangu, fadhila za saumu ni nyingi, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man sama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakayetumika ndani ya mwezi wa Ramadhan akatekeleza ibada ya saum kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala bila ya kufanya uvivu bila ya kuona mwezi wa Ramadhani ni mzigo bila ya kuona mwezi wa Ramadhani ni wakati wa manyanyaso akamuelekea Mwenyezi Mungu raghabatan wa rahaba kwa mapenzi na kwa kumuogopa, kwa unyenyekevu na kwa kutarajia malipo. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Namuomba Mwenyezi Mungu atusamehe sote dhambi zetu. Allahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun qala 'azza min qa'ilin alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitani ar-rajim a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim shahru Ramadhan